Umaskini una mtindo wa au uondokagi, yani una mtindo wa kukaa karibu, ukiweza unakaa pembeni kidogo, kijisau tu. Kuna neno linaitwa kufilisika eh. Eh. Shwa, unaporomoka, unaporomoka, kiporomoka. Umaskini una, unakupokea nini eh, enjoy shwa <laughs> Unarudi kule kule. Yes, bana mambo ni aje? Mtazamaji wa 96 linki, pamoja na Bongo Plus, karibu kwenye exclusive interview on the microphone Abu Bakr na Juma Juma Abu Bakr, mbele ya kamera niko na Mr. Mwanya. Mr. Mwanya. Mm, mambo vipi? Shwari. Shwari ndugu yangu. Kwema? Kwema kabisa. Uko vizuri? Yeah, namshukuru Mungu. Na upoaji umezingatiwa sana. Kabisa. Yeah, mm, kabisa. <laughs> Unawakimbiza kwenye upoaji? Ah, kawaida, kawaida. Tunavaa tu kawaida kawaida tu. Hivi nikikwambia unitajie ma comedy ni ambao wanapoa wao, najiweka namba ngapi? Mm, kwa comedy ni ngapi sasa? Watatu tu anatosha. Ma comedy ni watatu? Na au watano. Asa mimi advantage ya kuwa mimi advantage, sivyo vitu ambavyo ni gharama. Mimi mimi na mwili tu, chochote ambacho nikikivaa kinakaa tu vizuri. Mm. Yeah, ambavu, vitambi, unene, manini, kwa sababu yeye sina mambo ya vitambi, sijui maunene manini hivyo. Kwa hiyo chochote unanipata. Kwa hiyo kwenye swala la kuf, kupendeza, yani namba moja lakini kuvaa vya gharama sipo siva si, si, vya gharama sana kama marafiki zangu baadhi yeah. E, nguo yangu ya gharama kubwa sana kuivaa ni huwa shingapi? makoti sana sana ndo ananimalizia hela <laughs> makoti ye. Makoti kuna laki mbili na hamsini laki tatu na hamsini hivyo makoti, yaani makoti alio ya. Ukiona nimevaa koti tu ujue ile koti sio la kawaida, sio la mchezo mchezo Eh, lakini tu nguo za kawaida matisheti elfu arobaini ishirini na nini, suruali kwa tisheti elfu kumi mwisho sana eh. Kwa pensi sipendi kuvaa sana, kwa sababu sina mguu wa pensi. Viatu, viatu kiatu cha bei chini elfu thelathini elfu thelathini tano yani, so viatu vingi vinaanzia elfu arobaini hamsini na kwenda. Ah, mi nachoka ise <laughs> <laughs> Unaitwa BFF? Yeah, BFF, <laughs> wangu. <laughs> ni mwanamke lakini ule mwanamke sawa, so mwanaume <laughs> <laughs> ni mwanamke, utakachokijua wewe ndo hivyo hivyo. Siku mnaweza mkatiliwa shaka na jamii. Mwanamke anaita BFF, wote akavujaji, ndio hivyo hivyo kwamba ni marafiki au wanashuruba shuana, ni vyovyote inakuwa iko hapana mpaka namwita bifwefu ni rafiki yangu ambaye tunashirikiana kwenye vitu vingi, tuna sapotiana kwenye vitu vingi eh, kama maana yake anavyosema best friend. Yani si unajua maana yake kama angekuwa ni ingekuwa ni otherwise, maana yake angekuwa ni mpenzi, angekuwa ni baby sijui marav ma vitu kama hivyo, ila mpaka ni bifwefu, ni rafiki tu. Sasa ukiona hivyo, maana yake ni rafiki ambaye tunakuwa tuna mahusiano ya karibu, tunataniana, vitu kama hivyo yeah. bana kwa Rezman ndo hapo kuna namna ambavyo vitu vingi watu wanavifanya miezi mingine, lakini ukifika mwezi kama huu, labda kwa Resma, kuna vitu vitu mtu anavipunguza. Wewe kuna, kuna vitu ambavyo unavienda una kuvipunguza mwezi huu mm, watu ndio watavipunguza vitu kwangu mimi, lakini mimi siwezi kupunguza kitu chochote kwa sababu mimi niko real, niko positive kuhusu matendo mema, ndio kitu ambacho mimi ndo I like kwa sababu nina hofu ya Mungu. Labda watu ndio watapunguza vitu ambavyo vilibidi mimi nivifuate Mfano, mm. Labda napenda kumbi za starehe, watapunguza manake siwezi kwenda tena. Umenipata? wanapenda kampani, umenipata? Watajifungia, watakuwa bize na matoba na nini, mimi sisi wapati tena, simenipata. Lakini kwenye swala lazima la kupunguza mimi vitu mimi sijaona kitu cha kukipunguza, kwa sababu zile ambavyo mimi naishi lifestyle yangu ndio hiyo kila siku ambayo mimi nimekuwa niki nikiishi burudani hmm. Kabisa pia niliona kuna mwamba mmoja hivi anaitwa Kariakona Itwea, of course ni jamaa pia ambaye anafanya vizuri pia Instagram na posti zake, na huwa mara nyingi pia nakuona unatiaga sana comment yeah, comment pale chini sometime ya kucheka vimoji vya kucheka na nini na nini Leo pia ali posti kwenye kurasa yake ya Instagram juu ya kwewe kuhusiana na Ramadhan, akaandika maneno mengi sana na vitu kama hizo kwa namna, uh, mashabiki kama hivyo wanavyoposti kuhusiana na Mr. Mwanya kwamba tumekuzoea labda na content fulani hivi kila ukifika mwezi Ramadhani, kwa namna inakukata ama inazidi kukupa hasira kuendelea kupush. Okay, sasa mimi ndo, mimi ndo naujua mchezo, mm. Nipata tangu elfu mbili ishirini na moja mpaka elfu mbili ishirini na sita Maana yake kuna tips ambazo mimi naziamini na yani, yeah. Kuna mahesabu yangu ambayo mimi nakuwa ninayo kwamba nikifanya hivi, nikifanya hivi, kuna kitu fulani kitatokea. Kwa hiyo mtu mimi akinishauri, waga si dharau, napokea, lakini anishauri katika namna nzuri, asinipe amri wala asinipe oda. Akinipa oda, akinipa amri, amenikwaza, kwa sababu alikuwa wapi kipindi chote? Ndipo pale kaliakona itwaye alivunikomentia kwamba tunaomba, naomba, yani naomba, naomba hizi na hizi nimezizoea, naomba ubadilishe hapo mm, tayari ameingia majukumu ya mke wangu, ameingia majukumu ya yeah, eh, meneja wangu. Hicho kitu ambacho unakitaka wewe, kwa watu wa mwisho, mashabiki pia wanatokea, elewe kwamba kwamba waamini kwa watu ambao wanawasapoti wanawaaminia vile vitu ambavyo wanavifanya. Watu wanapiga mahesabu, watu, watu vichwa vinauma. Hakuna mtu ambaye anatengeneza content anategemea poor impression, low likes, low comments. Hakuna mtu anapenda mtu atumie muda wake, atumie gharama kadhaa kwenye kutengeneza uzuri fulani, alafu apate likes chache, apate engagement chache. Hakuna mtu anapenda. Kwao waamini, waamini na hata hizo sometimes zikitokea, wajue kabisa kwamba ni bahati mbaya hazinikata. Kwa hiyo kwa, kwa sababu kwa tayari na experience, zingekuwa zinanikata kama ningekuwa ndo naanza, beginner. Eh, lakini mwaka wa tano sahizi kwenye sanaa ana experience kwa kweli. Nime nimekuwa nimekuwa mkomavu, nimekomaa, nimekomaa kwao, nikiziona hizo nikiona huyu mtu ni ana impact kwenye jamii na kuna kitu anajaribu kuaminisha wanajamii, namjibu palepale, ili watu wakija wakiona waelewa, kabisa yes, Mwanya ameact hivi. Lakini nikiona nikiona ana impact yote ame na ameongea tu ili apate attention, na namwacha namwacha na muacha, kwa sababu anaona kama kuna kitu anakitafuta yeah. Mwaka wa tano kwenye game kuna, kuna wana ambao wa, wa, wa, wanakuja miaka miwili anapotea, mwaka mwaka mmoja anapotea, lakini wewe mpaka time hapo tunazungumza tangia ishirini na ishirini na moja mpaka leo hii bado Mwanya upo top na kila siku unazungumzwa. Eh, umewezaje kusustain kwenye kwa muda mrefu? miaka mitano ni mingi sana kwenye game la comedy. kazi, kazi, kazi, kazi, kazi, consistency. Unajua kuna mtu, kuna mtu, kuna mtu anafanya jitihada sana kabla hajatoka na wakati ule anatoka, anafanya jitihada nyingi sana, kama ni mwimbo anaimba sana. Yaani kama ni maudhui ya ucheshi anachekesha sana. Kama ni kuigiza anaigiza sana, wakati anatoka au wakati anaanza anajitafuta. And then akishatoka akishapata ile jina na nini, anakuwa anaingia kwenye starehe, anajisahau, anakuwa mvivu, anakuwa kiburi, anakuwa nini, mwisho siku ni nini? Anarudi kule ambako alikuwa nilipata. Lakini mimi nafikirigi, mimi mimi nafikirigi, mimi ubora wangu mimi upo kwenye nidhamu na consistency yangu mimi kwenye kazi pale, ninavyo yani ninavyoongea na hivi na video zaidi ya saba nimeshaziedit tayari, sijaziposti nimeona nikizipo, leo nimeposti video kama tano, nimeona nikiposti zile nyingine tatu nini yani, yani, kama, yani, kama nawachosha mashabiki zangu, kwa maana nizitulize tena, kesho kesho tena nataka tena niingie location. Kwa hiyo ni consistency ya kazi, nidhamu kwa waliopo, nidhamu kwa wanaokuja, nidhamu kwa mashabiki Nafikiri nafikiri hiyo nafikiri, nafikiri ndo, ndo, ndo inaleta inaendelea kuleta ladha kwenye, kwenye, kwenye mtandao wangu na kwenye, kwenye, kwenye karia yangu, mimi nadhani ni hivyo, yeah. Mm. Yeah, bana noma sana Mr. Mwanya. Sawa, lakini mimi na, na, na, na kitu kimoja hivi ambacho nataka ningeipate kutoka kwako ukiwa kama Mr. Mwanya, pengine watu wanajiuliza kwamba wewe Mr. Mwanya, ukiachilia mbali gari nini, nini, kuna mafanikio gani mengine ambayo uko nayo kupitia game la comedy mpaka muda huu sasa, ukinihoji so, hivyo kuna majambazi wezi wanaangalia. <laughs> <laughs> Uzu kasema mimi nina milioni mia sita ndani na nina nini, mwisho siku unajihatarishia tu maisha. <inaudible> <una> Ila tu kikubwa tu mimi namshukuru <inaudible> <inaudible> Mungu, hali ambayo nilikuwa nayo mwanzo sio hali ambayo ninayo sasa hivi <inaudible> yeah. namshukuru Mungu sana, sana kwa hali ambayo ninayo sasa hivi Unasema amenitoa na natumaini pia kuna sehemu ananipeleka. Kikubwa tu kama niko mara ya kwanza unanitizama, sawa, usijiulize sana eti utawezaje, au mpaka ufike level fulani, au mpaka uwe na vifaa fulani, ndio ufanye. Fanya kwa hiyo, dogo wako, fanya kwa sababu mtu riziki ni Mungu. Yeah. Mimi nimefanikiwa? Nimefanikiwa kwa sababu gani? Nimefanikiwa kwa sababu hali yangu ya sasa hivi ni bora zaidi ya hali yangu ya mwanzo. mafanikio tafsiri yake ni hali nzuri ukilinganisha na hali ya mwanzo. Usijifananishe na hao kina GCM kina Barisa kina nane, kina nane, kina Mo, utachanganyikiwa ubongo. Wewe angalau tu hali yako ya mwanzo, ulikuwa unakulaje? Ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unasafiri vipi? Ulikuwa una pocket money kiasi gani? Ulikuwa kwa mwezi lese unaingiza kiasi gani? Afu jitizame na sasa hivi, ukiona vya sasa hivi vimekoz vimezidi kulingana na vya mwanzo umeendelea shukuru tu Mungu. Umaskini umekuwa ni mzito sana. Aliona moja kati ya interview ambayo umeifanya na hata pia ulikolaboratiwa leo hii ukaongea, unasema kwamba wewe hutaki tuzo bali unataka ujikwamue kimaskini. Umaskini kuna namna umaskini ulishawahi kupigwa butwaa, labda kuna tukio lolote ambalo ulisahau kutokana na umaskini wako ambao ulikuwa kitambuiko. Umaskini unatesa, umaskini unadhalilisha, umaskini yeah, unadhalilisha sana, si umenipata mm? unaweza kulisha wewe mtu wako watu wako, yani umaskini ni, ni, ni, ni, ni swala ambalo ambalo sio kulichekea. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo umaskini umaskini nilikuwa nao, maana nilikuwa nakula kwa tabu, nilikuwa nasafiri kwa tabu, nilikopo nilikuwa, nilikuwa na wasiliana kwa tabu, yani kila kitu kilikuwa ni tabu nilipata. Kwa hiyo mimi mimi mimi mpaka naamua kutoka kwenye kile ambacho nilikuwa nakifanya, kuja kwenye hichi ambacho nilijaribu kikifanya na kimeweza nilikuwa na najaribu na kupingana na ile hali na ule umaskini. Kwa hiyo kwa hiyo kwa, kwa, kwa sehemu nimeweza kidogo lakini, bado kwa sababu najua umaskini una mtindo wa au uondokagi una mtindo wa kukaa karibu, yaani ukiweza unakaa pembeni kidogo kijisau tu. Kuna neno linaitwa kufilisika <coughs> <coughs> e. Hiyo una una una, una yeah, unarudi kule kule. kwa hiyo kwa hiyo swala la kupewa tuzo kwamba wewe ni bora, wewe ni bora, afu bado una njaa una hali mbaya wazazi na nini, ndugu unadaiwa, kila sehemu, sio kitu kizuri, sio yeah, kitu kizuri. Tuzo ije umefanikiwa, tuzo ije unafurahia, tuzo ije una kila kitu, tuzo inakuwa tamu sana. Kwa hiyo sikusema kwamba sitaki tuzo no. Nilisema muda na wakati, tuzo itanifata sahihi, Mungu akibariki na nini, nao waona tu waandaji na nini, wakiona ninafanya kitu kwa sehemu, nitapokea okay. lakini natamani ije wakati ambao mimi niko kwenye Delta better, better Life, mm. yeah hivi kwa muda hapa, kuna wasichana ambao huko nyuma walikukataaga, au sio bana? wewe ukikutana nao sasa hivi akakutana ak akato... nao kwa kukutana nao kwa sababu mazingira ambao mimi nipo sasa hivi, au wasichana au sio daraja langu la na tayari, yani hatuwezi kukutana Yaani mpaka tunakutana tunakutana kivipi? Dunia duara. Yaani hatuwezi tukakutana. Kwa sababu mpaka unakutana na mtu, uh-huh, labda yeye akufuate, labda ulikopo unatembea mbele akufuate kwa nyuma akushike. Sisi mpaka akusha sio unamtimua. Lakini mpaka unakutana naye means yeye anakuja njia yako unaenda njia yake. Kwa nini uruhusu kukutana naye? Kwa nini uruhusu kukutana naye na mtu ambaye alikudharau? Sio msichana tu, mtu yote ambaye alikudharau, mtu ambaye alikukashifu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo siwezi kukutana nao. Siwezi kukutana nao sehemu ambao mi nipo sasa hivi, na focus na watu ambao ni sahihi, na focus na watu ambao wana positive minds, na focus na watu ambao wana asila na maisha. Basi tufunge na ili hapa, kuna kapo ambazo zinafanya vizuri muda hu wapa, kuna mtengeneza mauzui mwenzenu Kiridio pamoja na Vidola, of course wanafanya vizuri lakini pia kuna Harmonize na Kajaa, of course ni kapo ambayo mpaka muda huu tukizungumza, ina engagement kubwa sana mitandaoni. Wewe ni ipi kati kapo inaokuvutia kwa sasa hivi. Kapo inanivutia hapo kaka. Yaani kapo inanivutia kivipi yani? ya? Kwa ah, sababu mimi nikisema kapo ya Kiredio inanivutia, maana yake mimi namtamani mwanamke wa Kiredio. Au hata mwanamke wangu akiona mimi ninasema kapo ya Kajana, mwanaizi ananivutia, means nimeacha vitu vyangu vya ndani naenda kushobogea vitu vya watu. Amna kapo inanivutia. Kikubwa tu Mungu awabariki, waoane, waishi vizuri, waelewane, Mungu awabariki baraka tele.